Karibu katika hatua za kujisajili katika mfumo wa usajili wa diaspora wenye asili ya Zanzibar unaopatikana kwenye tovuti ya www.portal.zanzibardiaspora.go.tz. Hatua ya kwanza. Ukurasa wa awal utaanza kwa kubonyeza jisajili hapa. Hatua ya pili, kuanza kujisajili utajaza taarifa zako za awal, hakikisha unaandika barua pepe na namba ya WhatsApp kwa uhakika. Hatua ya tatu, mwombaji atapokea barua pepe yenye neno la siri ambayo atabadilisha na kuweka neno la siri jipya litakalojumuisha maneno zaidi ya nane ikijumuisha herufi kubwa na ndogo, alama na nambari, mfano zenj at 2024 Hatua ya nne ni muhimu kujaza namba ya familia ambayo inapatikana kwenye pasipoti ya Tanzania ya mmoja wa familia. Hatua ya sita na ya saba, mwombaji anatakiwa kujaza taarifa za wategemezi chini ya miaka kumi na nane aliyowazaa, anaowalea, aliyowasili. Lazima mzazi wake awe na uhusiano na Zanzibar. Hatua ya nane, mwombaji anatakiwa kuhifadhi taarifa. Hatua ya tisa. Mwombaji anatakiwa kujaza taarifa za elimu na ujuzi. Hatua ya kumi mwombaji anatakiwa kujaza taarifa za uraia wake wa sasa. Ikiwa ana uraia pacha, weke na taarifa za uraia mwingine. Hatua ya kumi na moja mwombaji anatakiwa kujaza taarifa za harakati zake. Hatua ya kumi na mbili mwombaji anatakiwa kujaza taarifa za uwekezaji. Hatua ya kumi na tatu mwombaji anatakiwa kujaza taarifa za jumuiya. Hatua ya 14. Katika uhusiano wako unatakiwa uweke cheti cha mtu wako wa karibu ikiwemo baba, mama, bibi au babu, au taarifa zozote za, za zamani za wazazi wako. Hatua ya 15. Muombaji mwombaji anaweza kupaki nyaraka za ziada zikihitajika. Hatua ya kumi na sita mwombaji ahakikishe taarifa zake na kabla ya kuziwasilisha. Hatua ya kumi na saba mwombaji atasubiri maombi yake yaidhinishwe. Hatua ya kumi na nane maombe hufanyiwa kazi ndani ya siku tano za kazi. Ikiwa itahitajika kuwasilisha taarifa za ziada, utarudishiwa na kupewa taarifa zinazohitajika kuwasilishwa. Mawasiliano yote ni kwa njia ya barua pepe. Utapokea barua pepe ya kukubaliwa maombi yako, utaingia kwenye mfumo ili uweze kuwasilisha maombi yako tofauti na kupokea taarifa zote kutoka ofisini, utaingia kama picha namba moja na kubonyeza ingia. Hatua ya 19, mwonekano wa dashboard ya waliokamilisha usajili. Hatua ya 20, ikiwa utataka kuwasilisha maombi, chagua aina ya ombi unalotaka kuwasilisha.